Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristu. Kristu imani yetu. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo tunaadhimisha Dominika ya Matawi, matili ya matawi ambayo inakuingiza katika wiki kuu, siku tatu takatifu

na katika wiki hii tunaanza rasmi tunapomshangilia Kristu anapoanza safari ya ukombozi kuingia Yerusalemu kwa shangwe, kama tulivyofanya katika maadhimisho ma yetu. Tumeanza safari hiyo ya kumsindikiza Kristu kuelekea mateso, kifo na ma, ufufuko wake. Na katika jumapili ya matawi tunaona tunaanza kwa furaha hii. Ni jumapili ya furaha yenye matumaini inayoelekeza katika mateso. Jumapili ya furaha yenye matumaini kuelekea mateso. Mateso tunayoadhimisha yana matumaini kuelekea katika furaha. Maanake mateso na furaha vitu huwezi kujitenganisha sana kwa sababu furaha ni fadhila. Na ili huweze kufikia furaha ya kweli, uwezi kukwepa mateso. Mfano mzuri ni mama ambaye anakaribia kujifungua. Katika safari ya kujifungua ni mateso ni maumivu, lakini furaha inayotokana na mateso hayo inakuwa ni kubwa kuliko mateso aliyoyapata katika maandalizi yake hayo. Kumbe na sisi tunapomwona Kristu aliyeingia Yerusalemu kwa shangwe, anatufundisha kwamba sisi wenyewe, ili tuweze kupitia furaha ya kweli, lazima tupitie maumivu lazima tupitiwe kukataliwa, lazima tupitiwe kunyanyaswa, lazima tupitiwe wakati mwingine kutoeleweka kwa watu wengine. Haya yote yanakuwa yanatuandaa ili tuweze kuwa na shoka za kutosha katika kuweza kufikia yale matumaini ambayo ni ya kweli, ambayo ni furaha ya kweli. Ndugu zangu, katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya tunasikia Isaya anavyodhulumiwa, ananyang'anywa haki yake, ananyanyaswa na hawa ambao wanaonekana ndio watawala au viongozi. Mwangwi huo huo unauona katika historia ya Kristu tulivyosikia muda sio mrefu, ambayo tunasikia leo, hata wiki nzima hii hii, kamati ya fitina na uzushi itakuwa kazini, imeshajipanga vizuri na inachokipanga ni uuaji, sio kitu kingine, ni uuaji. Inamwona Kristu kama mchochezi. Inamwona Kristo kama ni mtu ambaye analeta mabadiliko ambayo hawayataki. Inamwona Kristo kama ni mtu ambaye anakuja kufanya mageuzi ambayo yanawaondoa katika matumbo yao. Wanasema mtu ukikubali kutawaliwa na tumbo maana yake umeamua akili yacha kufanya kazi, na akili inapoacha kufanya kazi, kumbuka Mungu ametupa akili uwezo, uhuru na utache ili tulitumie ili kwa kutumia hilo akili uhuru na utashi aliyotupa tuweze kung'amua mema na mabaya na tutende mema badala ya mabaya, na huo ndio ukweli unaotuweka uhuru. Bila kuwa tayari kutuwa, kubali ukweli tunakuwa watumwa, kama Kristo alivyowaambia Wayahudi katika Injili ya Yohana sura ya 8 aya 31 moja mpaka hamsini na tisa. Watu gani wanaomkamata Kristu? Hao ni watu wenye mamlaka wenye madaraka. Tumeambiwa ni makuhani ni mafarisayo ni, ma, ni waandishi, wale waliokuwa wamebeba sheria, wale waliobeba madaraka. Hao hawa ndio wanafikiri kwamba Kristu anakuja kuhakikisa hawako tayari kusikiliza upendo. wako tayari kusikiliza kile ambacho wenyewe wanakihitaji. Hawa watu ni yatarishi sana. Hawa watu wanaweza kwa sababu ya matungo yao, kwa sababu ya kufikiria kwao kwamba wenyewe wana haki, wako tayari kufanya jambo lolote lile katika maisha ya mwanadamu, ambayo hawana mamlaka kwamba wamemuumba huyu mwanadamu. Lakini kama binadamu wangekuwa na uwezo wa kumuumba mwanadamu, ungekuwa na mamlaka kwamba huyu mtu na mmiliki. Lakini kwa sababu mwanadamu anamilikiwa na Mungu tu, wameipa mamlaka ambayo sio yao. Hao mafarisayo na waandishi na wakuu wao, wanaanza kwa kutumia hii kamati ndogo hii ya fitina na uzushi ambayo sikuzi kunakisali kizuri oweta makawa wenyewe kwa sababu ya kufikiri kwamba kwa kufanya uovu wanafikia kile ambacho wanakitamani. Wako tayari kayari ana lolote hata kwa watu wasiokuwa na hatia. Hawa wana mamlaka, walisimamia sheria lakini sheria isipokuwa sheria ya kimungu inayolinda ustawi wa mwanadamu. Maana hii sheria inakuwa ni batili, kwa sababu hailengi katika ustawi wa mwanadamu. Lakini hawa watu hazipenda hiyo sheria, kwa sababu zinalinda maslahi yao. Hiyo ndio waliyofanyia Kristu na ndio tunasikia katika injili ya leo, wanapomshtaki kwa, kwa uzushi, kwa uongo.

anasiikiana wakoone awa tukumbuke, mtaule Waarumi Waisraeli wanatoka taalwanawaruni akisema kwamba silipe, wanaenda kukishtaki tena kwamba unaona anahamasisha watu wasilipe kodi, hatakuko kwamba Kristo ni Mungu, na anaelewa nia yao chafu, nao akawaambia nipe hiyo sanamu niambie, eh, hii sanamu inadani, kamwambia

arani maisha ya upendo, kumpenda hata muongo kwa kutukia uongo uogo. Akawaambia asiye kuwa na dhambi na wao wa kwanza wakurusha mao, wakayeyuka wote, kwa sababu Kristo anaamsha dhamira zao ili waweze kuona ukweli hauwezi kupindishwa, na labda hiyo ndiyo Kristo anazofundisha kwamba kila wakati tusifishe dhamira zetu kwa sababu ya matumbo, tutumie akili, uhuru na utashi katika kutenda mema. Tunaitwa tuweze kuishi maisha mema, kila mmoja ana ustawi wa maisha yake kwa muumba wake. Tunapaswa kupiga vita unyanyasaji, uonevu na yale yote yanayoendana katika yale namna hiyo lakini kwa kutumia unyenyekevu wa kimungu ambao unapatikana katika, katika Kristu mwenyewe. Tumemsikia Kristu anapanda punda, mwana wa punda, katika kujena ushare ambayo ni ishara ya unyenyekevu. Akuchukua farasi, kwa sababu jamii ile unaona farasi kama mitusi ya bunduki na mambo ya shuruba na fulofulo, akaamua kuchukua punda sasa huu punda alikuwa na historia ndefu sana. Huyu alikuwa ni mwanapunda ambaye tunaambiwa alikuwa hajapangwa na mtu yeyote, ni kristu anayemchukua, alafu anaingia naye Yerusalemu. Wakati anaingia Yerusalemu, watu wametandika mikeka, kanga na mambo yote katika kumshangilia ya kristu akijia Yerusalemu, na punda ndiye alikuwa na ana kanyaga yale waliotandika. Akatoka pale, akawa na jisingu na anajitamba kwamba yeye leo binadamu wamemheshimu sana mpaka wanamwekea hizo kanga pamoja na nguo na kumshangilia. Mama punda akamwambia, walikuwa wakushangilii wewe? Walikuwa wanamshangilia uliyembeba wanakunda lamii akanyaga pale aiwezekane na unamshangilia yule mamana, akamwambia ukitaka kujua kwamba walikuwa wakushangilia wewe, kesho urudi kule, upige parapanda, uwaite watu, useme nimerudi di niwekee tena nikanyaga. Kesho yake kwa sababu ni mtoto wakunda anapiga naakelee, nimerudi di jana niwekee tena iweze kukanyaga Hakuna mtu aliyetokezea, akatoka pala ana hasira, anamwambia mama yake. Mama yake akamwambia ulichokuwa umekibeba ndicho kilikuwa na thamani, sio wewe uliyekuwe mbebaki. Sisi tunaalikwa kuwa vikristo vaa vidogo, tunakuwa wabeba Kristo, tunabeba Kristo, Kristo katika fadhila yenye yomejana ya Kristo ya unyenyekevu

Tutendewe uovu tulipe wema. Wema unaunganisha na Kristo kama yeye alivyokuwa mwema, lakini uovu unatutenga na Kristo. Tumwombe Mungu tunapoadhimisha hivyo milikamakano, kila mmoja aweze kujua furaha na matumaini inapatikana katika mateso, na mateso yenye matumaini yanapatikana katika furaha ya na Kristo. Tumsifu Yesu.